Tu, ni saa kumi na dakika nne alasiri kwa saa za Afrika Mashariki ambayo ni sawa na saa tisa na dakika nne alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Leo ni Jumanne ya Januari 13 mwaka 2026. Hujambo msikilizaji, na huu ni wa sawa mseto leo na kwanza tunaanza na makala ya Duru Zetu Alasiri inayokuletea dakika 30, za habari uchambuzi, uchumi na biashara, bila kusahau michezo na burudani. Uko nami Amina Deogratius Semagogwa na tulionayo nayo alasiri ya leo. Mradi wa maji wa miji 28 unaotekelezwa wilaya ya Chato, mkoa wa Geita watarajiwa kukamilika Septemba mwaka huu na kuanza kuhudumia wananchi. Mahakama nchini yasisitiza kuwa ndiyo yenye kauli ya mwisho katika utoaji wa haki kwa mjibu wa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Na serikali ya DRC yakubali kufanya mazungumzo ya kitaifa na vyama vyote vya upinzani na makundi yanayomiliki silaha. Tuma maoni yako kwa taarifa utakazozisikia katika makala hii kupitia nambari yetu ya ujumbe mfupi ya 0710977977 ukitueleza nini maoni yako juu ya taarifa hizi na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutufuatilia YouTube kwa kuandika Kwizera TV na katika ukurasa wetu wa Facebook wa radio Kwizera, tuko mbashara. Tunaanza na duru habari ikisomo kwako na Zawadi Bashemela. Karibu. Asante, asante sana, Amina. Kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Mreba mkoani Kagera imetoa siku moja kwa viongozi wa kata ya Rutoro kuhakikisha mifugo yote inaondolewa mara moja katika maeneo ya wakulima. Mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni mkuu wa wilaya ya Mreba, Dr. Aberi Nyamahanga amesema hayo wakati akizungumza na wakazi wa kata ya Rutoro kwenye mkutano wa hadhara. Dr. Nyamahanga amesema kuwa tayari serikali imeshatenga eneo la wafugaji hivyo viongozi wa kata hiyo wametakiwa kuheshimu makubaliano yaliyopo ili kulinda amani. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Mleba kaskazini bwana Adonisi Bitegeko amewataka viongozi wa kata hiyo kusimamia matumizi bora ya ardhi ili kuzuia migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Jaji mkuu wa Tanzania George Masaju amesema kuwa muhimili wa mahakama nchini ni mamlaka yenye kauli ya mwisho katika utoaji haki kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jaji Masaju ameeleza hayo leo mkoani Dodoma wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania, TMJA uliohudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hasani. Aidha amempongeza Raisi Samia Suluhu Hasani kwa kuimarisha uhuru wa mahakama kwa maeneo na kwa maneno na vitendo na kubainisha kuwa ingawa bajeti inatolewa kikamilifu mahitaji ya muhimili huo bado ni makubwa. Naye Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano huo amesema serikali itaendelea kuchukua hatua madhubuti kujenga mahakama imara na inayotoa haki kwa wananchi huku akiwataka mahakimu na majaji kufanya kazi yao kwa weledi na kuhakikisha wanasimamia na kutenda haki. Serikali imejipanga kuhakikisha mradi wa maji wa miji 28 unaotekelezwa ilani Chato mkoani Geita unakamilika kwa wakati ili wananchi waondokane na changamoto ya upungufu wa huduma hiyo. Hayo yamesemwa na Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Mathew wakati akikagua maendeleo mradi huo ambao unatarajiwa kukamilika mwezi Septemba mwaka huu. Aidha, Naibu Waziri Mathew amesema mradi huo wa maji wa miji 28 unatarajiwa kuhudumia zaidi ya wananchi laki moja wa wilaya Chato na kupongeza hatua iliyofikiwa ya ujenzi. Naye mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Chato, mhandisi Isaac Mgeni, amesema mradi huo umegharimu shilingi bilioni 40 na unakusudiwa kuzalisha maji kutoka ziwa Victoria na kujenga miundombinu imara ya maji. Na sasa ni habari za kimataifa. Wizara ya Elimu nchini Burundi imekanusha madai ya baadhi ya watu wanaodai kuwa ufadhili wa masomo ya nje ya nchi huzingatia ukabila na matabaka ya kijamii. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Bujumbura, msemaji wa wizara ya elimu, bwana John Christopher Manirambona amesema taarifa hizo zimekuwa zikichapishwa katika baadhi ya mitandao ya kijamii. Amesema kuwa utoaji wa ufadhili wa masomo ya nje ya taifa hilo kufanyika kwa kuzingatia vigezo vya kitaaluma, ujuzi wa wanafunzi pamoja na malengo ya maendeleo ya serikali hiyo. Aidha, Bwana Manirambona amesisitiza kuwa hakuna mwanafunzi anayependelewa kwa misingi ya familia tajiri au maskini, na wizara inaendelea kusimamia uwazi na usawa kwa waombaji wote wanaokidhi vigezo vilivyowekwa. Na serikali ya Uganda imeamuru mashirika mawili ya ndani ya kutetea haki za binadamu kusitisha shughuli zao zikiwa zimesalia siku mbili kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu nchini humo. Mashirika yaliyoathiriwa ni Chapter 4 Uganda na Human Rights Network for Journalists in Uganda HRNJU. Na hata hivyo mashirika hayo yamelaani hatua hiyo na kusema kuwa uamuzi huo ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Pia yametoa madai ya kukamatwa kiholela na kuteswa kwa wafuasi wa upinzani pamoja na wanahabari. Katika barua ya Chapter 4 na iliyoonekana na shirika la habari la Reuters, ofisi ya kitaifa ya mashirika yasiyo ya kiserikali inayosimamiwa na serikali ya Uganda imedai kuwa shirika hilo linajihusisha na shughuli zinazohatarisha usalama wa taifa na hivyo limetakiwa kusitisha shughuli zake mara moja. Msikilizaji, katika kipengele chetu cha Waza Wazua, jifunze kuishi vizuri na adui yako wa leo. Na huo ndio mwisho wa duru habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook at Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu, Radio Kwizera co.tz. Saa mbili kamili usiku tasikiliza taarifa nyingine ya habari. Na msikilizaji, tunakuomba radhi kwa changamoto ambayo inajitokeza katika Duru Zetu Alasiri kwa siku ya leo. Taarifa ya habari imesoma kwako na Zawadi Bashemela, na unaendelea kusikiliza Duru Zetu Alasiri kutoka Redio Kwizera FM, na kukumbusha kuendelea kutoa maoni yako ukichangia taarifa ambazo unazisikiliza kupitia nambari yetu ya 0710977977 na sasa msikilizaji, ni wasaa wa uchambuzi ya kina wa habari zetu ambapo tunaanza na taarifa kuwa serikali ya DRC imekubali kuendesha mazungumzo ya kitaifa yatakayojumuisha vyama vyote vya upinzani nchini humo pamoja na makundi yanayomiliki silaha wakiwemo M23 ili kutatua mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC. Baada ya mkutano huo kati ya Rais wa DRC Felix Tshisekedi na rais wa Angola Serikali ya DRC imesema mazungumzo ya kitaifa yataanza hivi karibuni na baadaye rais wa Angola atakutana na pande zote mbili. Waziri wa habari na msemaji wa serikali ya DRC Patrick I. Muyaya amesema mazungumzo hayo yatafanyika mjini Kinshasa na sio kwenye nchi zingine, huku wakieleza kuwa ni mwendelezo wa mazungumzo yaliyofanyika Washington na Doha. Kutokana na hilo, mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC Lokendo Tenchi amezungumza na Peter Stobere ambaye ni kada wa chama cha UDPS mjini Kinshasa, ambapo ameanza kwa kumuuliza ni kwa nini mazungumzo ya kitaifa yaanze kwa wakati huu. wezi ongea Ventron, na ba M23 alikuwa anabaita waita bapatin na yeye mukusema vile alikuwa anapenda kwanza ule mwenye vita aweza kwa ni kwa nikwambia kwamba Rais Tshisekedi ni mtu ambaye anatafuta